Ile siku kanisa hii itakuwa na zaka pekee yake, hatuwezi nunua kitu kingine chochote. Mbona mm? Tunasema hii ili tuelewe, Biblia umeshatoa mwelekezo gani vile kutumia pesa? Mungu anasema toeni pesa. Mungu amesema, anasema nini? Zaka ni ya nini? Ni ya Bwana, ni ya Bwana, lakini ni ya kazi gani? Je, mtumishi wako anateseka, hakuna zaka? <coughs> <coughs> ama zile wewe ukitoa sadaka hautofautishi, kwa hivyo tunachukua zaka ambayo Mungu aliweka kwa hii kazi tunaenda zingine. Na tuseme kwa mfano, uende nyumbani umbe mtoto wako siku naena, unasafiri umbe mtoto wako mia tano, uochukua hii pesa mia mbili Kuna sio hiyo ndiyo sasa ya, lakini mahitaji ya pili ni wale ambao hawana uwezo naam. Je, kuna yule mtu wa kwanza ambayo ni fungwa, kuna yule yatima, kuna yule jani, kuna yule maskini, kuna yule mgonjwa. Kazi yetu haishi kwa sisi wenyewe. Tukiishi kwa sisi wenyewe kama kanisa, kanisa haiendi mbele mm. mm. eh? mara moja moja tunajipanga kama kanisa, tulienda kutafuta nafasi, lakini hawakutupea pale mafungoni mm. mm. kuna nawa wamefungwa huko, sijui kama sababu huko kisiwani kuna wenzenu ambao wako pale kwa jeli mm. eh, tulifungiwa mm. Lakini unakumbuka tulikuwa tumepanga tukatoka, tunaenda ni watu hawana mm. mm. sabuni, hawana chapali hii hawana hawana vitu vidogo vidogo, kwa hivyo hiyo wako kwa orodha ya Mungu. Hebu tu nani tena, mayatima, kuna watu wazazi wao hawapo, hawana usaidizi wowote, wanateseka, sio kuna wale maskini. Judas, ile siku, anatumaini anataka kupokea pesa, wakati ilikuwa na hali, alisema wasaidie nayo nani, maskini maskini, nia yake haikuwa hiyo, lakini sisi tunafaa kuwa na hiyo nia. Haya, mwenye alikuwa anatusomea, endelea lakini tunaishi katika dunia gani? Timotheo wa kwanza tatu unasema aje? nasema ehe, nianze na moja. Ehe, lakini ufahamu neno hili ehe, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Hii yes, ni wakati tunaishi, ni hatari sana. Vipi? maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, watu basi wamejipenda, wenye kupenda fedha, wanapenda pesa wenye kujisifu, alafu kujisifu sifu na hizo pesa zao. Wenye kiburi, kiburi nayo, wenye kutukana ehe, wasiotii wazazi wao, hata wazazi wao hawawatii, wasio na shukrani, hawana shukrani, wasio safi wasiowapenda wa kwao, hata wa kwao wao wanateseka, hawapendi wao. Aha, wasiotaka kufanya suluhu, hawataki kufanya suluhu. Wasingiziaji, wanapenda kusingizia. Wasiojizuia, hawajizuia, hawana kiasi. Wakali, ni wakali. Wasiopenda wema, tena wapendi wema. wasaliti. Wasaliti, wakaidi, wakali. Wenye kujivuna utavuka tu. Wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utaua, basi hiyo ndio muhimu wako. Na mfano wa utaua wako, na mfano wa utakatifu lakini nini, wakikana nguvu zake, wataona umalize. Oh, mm -hmm. Lakini wakikana nguvu zake, wanakana nguvu zake hao nao, ujiepushe nao, ujiepushe na watu kama hao, hmm. Tuko hapa tunafundishwa zaka, lakini dunia imetufundisha jipende mwenyewe kuwa na kiburi, nunua nguo mpya wa kuone, jenga nyumba kubwa wa kuone. Hivyo ndio watu waleti zaka, hivyo ndio watu hawatoi sadaka, na hivyo ndio watu hawana akili. Zao ziko kwa kupendeza watu, kwa kiburi ni kwa kujipenda wenyewe yeah. ni kwa kupenda wenyewe wao wenyewe. Sasa mbona Mungu alitoa zaka? Ile siku alikuwa maskini wakuje wafanye nini? Wafukue. Na wakilemewa sana, wakuje pale kwa Walawi wapate kuna chakula. Kwa hivyo Malaki akisema, "Leteni zaka ili kwangu kukuwe na chakula." Ilikuwa hata ni chakula ya halisi. Unaona? Walikuwa wanaenda kwa Walawi wale maskini. Maskini mmoja ambaye alikuwa pale alikuwa Ruth. Na nini nakumbuka Ruth? Kitabu cha Ruth. Ruth alikuwa ni nani? Hebu niambie hadithi yake. Lija, you people tell me Ruthi ni nani? Nani anakumbuka mm? Ruthi mm. hatanaambia mm, habari ya Ruthi mm. Kulikuwa na mama naitwa Naomi mm, alikuwa na bwanake alikuwa anaitwa Eli, alikuwa naitwa Elimeleki. Elimel, Elimel. Elimel. Kukakuwa na njaa kubwa Israeli, wakahama wakaenda Moab mm. Na vijana ngapi? mm. watoto wa hata yani naja. uanaj ah, naja, kule aadul akanjai mm. Walienda huko na wale vijana wakaoa kwa, kwa yeye, na bwanake Naomi na bwana yake na wanawake wawili pia wakaoa a waka wa huko, lakini miaka kumi ikapita, bwana akafa. Wale vijana wawili wakafa, wakabaki wanawake watada. Hawana mabwana wana hawana kitu. Yule mama Mungu yakaambia hawa wasichana, rudini kwenu. Mwende mtafute riziki huko. Lakini mmoja wao alikuwa anaitwa Ruth. akasema mimi sirudi kwetu. Biblia mm. inasema Orpa alisema amerudi kwao na kwa miungu yao. Mm. Lakini Ruth akasema mimi sirudi. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mm. Watu wako watakuwa watu wangu. Mm. Na hivyo ndio wakarudi Israeli na nao. Mm. Na Naomi. Elijah Mesio sorry. Kuna kitabu mzima inaitwa The Book of Ruth, sio ni chapter mingi, nenda ukasome. Sasa Ruth wamerudi mikono mitupu. Kwanza Naomi akasema, kwanza kuanzia leo niite Mara, manake mimi nilitoka kama nimejaa, mikono yangu imejaa, na nimerudi na mikono mitupu mitupu. Sasa ilikuwa wakati wa mavuno. Naomi akatuma Ruth, enda kwa shamba ya Boaz, uende uvune vune pale kando kando mali wanaacha. Hao walikuwa nafuata mfumo ambayo Mungu alikuwa ameweka ya kwamba ufai kuvuna kila kitu ukiwa na shamba, zile za kandokando ziache, maskini wafanye nini? Hii inatufundisha utoleaji kwa vitu. Wewe unavuna kwanza, hauvuni kila kitu. Kumbuka kuna maskini atakuja afanye nini? Avune. alafu ukishamaliza kuvuna utachukua moja kati ya kumi na utapelekea nani? Yule Mlawi. hawa wakiishiwa wataenda pale, wala wanaisha na wataendelea u kuku? Mbona saa hizi hatujatunza wale wakwetu? Ni kwa sababu kwanza kila kitu okay, kwanza wizi imekuja sana u mm. Siku hizi shamba yako mwizi anakutangulia zile siku haikuwa hivyo mm. Zile siku wanaheshima. Sasa zile unavuna ukishapita, au wanakufuata nyuma, ile umewaachia, lakini siku hizi society imekuwa watu wa

<laughs> Aya, e, Mama Lydia ametoa yote imeisha. Aya, <laughs> iende kwa ya kelet. Utatoa mia ya zaka halafu mia ingine utatoa <laughs> mia ingine ya sadaka, halafu halafu nabaki na mia nane, kwanzia hapo umebaki na mia nane aa Nipande tena nitahitaji nitahitaji kaairua mbegu msamaya mia tatu hivi uh -huh. Uh -huh. nitoe mia tatu uh -huh. natoa mia tatu ya mbegu uh -huh. Mabaki na mia tano halafu, uh -huh. kama kuna kitu labda yako 100. mia uh -huh. kwa mbegu yani, ongeze hapo juu mia nne, mabaki na 400, nini tena

bado aje, haya, unasafiri natembea, anatuambia nimesahau mahali hiyo iko, ya kwamba kila Jumapili Jumapili, kaa chini, fanya hesabu zao. Jambo la kwanza kuhusu zaka na sadaka ni kujifunza kufanya hesabu. Mungu anasema nataka zaka kamili. hawezi hawezi toa zaka kamili kama hujafanya hesabu. mimi nikisema Samuel na deni yangu pesa ngapi? Hapo na deni yangu na pesa pesa hivi <laughs> na tujafanya nini hesabu, je, utajuaje pesa <laughs> ngapi ni ya hii, pesa ngapi ni ya hii? kila wiki Mungu anasema increase, yani nyongeza Nyongeza, nyongeza ni nini? Kitu ambacho hukuwa nacho kikaongezeka. Sabato njema. Je, deni ni nyongeza? Unafaa kutoa zaka kwa deni, kwani ni pesa yako? Wengi saa zingine wanachukua loan ili wapeleke kanisani. Umeletea Mungu pesa ambayo hauna. Wazo la kwanza ni kwamba Mungu hakuombi kitu hauna. Sabato njema. Yule mwenye anaanza hapa na zero zaka yake ni ngapi? Zero. Mwenye anaanza na shilingi kumi zaka yake ni pesa ngapi? Shilingi. Mwenye hapo na mia zaka yake ni pesa ngapi? Bora tuseme kila mtu atoe zaka ya shilingi kumi. Mungu hakuombi kitu hauna. Wazo la pili ya kukumbuka kuhusu zaka na sadaka ni kwamba mtu hawezi kukupea target. Naam, mtu hawezi sema ati kila mtu hapa tujibidishe, aatujawe kila mtu akuja na shilingi kumi kumi mm -hmm. Ye, kama mimi nimebarikiwa nafaa kuja na elfu mm -hmm. Ye, kama wiki hii sikupata kitu, kwa hivyo nafaa kukuja bila kitu mm -hmm. Mungu haja kuomba kitu hauna. mwenye shilingi kumi alete ngapi? mm -hmm. Shilingi moja. Mwenye mia alete ngapi? mm -hmm. shilingi kumi ngapi? Yes, hamsini. Mungu anataka ufanye nini? Hesabu kamili. Wakorintho wa kwanza ngapi? Wakorintho wa kwanza kumi na sita mbili nasema nini? Yes, siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke awake akiba kwa, kwa kadiri ya kufanikiwa kwake Michango, hako, hako ili kwamba mchango usifanyike hapo -hmm. Nitakapokuja. sababu ni siku gani? Unajua sadaka yako ni pesa ngapi ndani? siku ya kwanza, kwanza. Mm hii -hmm. maneno ya mtafa kianza kupiga anza, anza kujiuliza eh mm -hmm. ni anza mm -hmm. kweli ni unaanza kuangalia mfuko mm -hmm. hauja leta zaka kamili, maana hauja fanya hesabu mm -hmm. Paulo anasema ibuso hapo kwanza ya juma. Siku ya kwanza hiyo ni siku gani? Jumapili. Hii wiki yote imeshaisha, ulishaenda sokoni, ulishafanya kazi zako, na ulishaenda sabati ukamaliza. Sasa wiki mpya inaanza, unapiga darubini wiki iliyopita ulipata nini? Endelea, siku ya kwanza kila mtu kwenu, na kila mtu alisema watoto wa wako, hata watoto mko pale ndani, afanye nini? aweke akiba kwake. Weka akiba kwako. Kulingana na nini? Kwa kadri ya kufanikiwa kwako. Kadri ya kufanikiwa kwako. Wiki hii ulitoka ukapata 200 peke yake. Sawa. Weka nini? 20. Wiki hii ulienda ukavuna ukavuna, eh, ulikuwa na mihogo lori mzima na ukapata elfu thelathini. Hata wewe weka kadri ya nini? Mungu hajaomba mtu uniform. Unajua, makanisa mengine wanakuwa na ile targets wamama, mm. wote kila mtu atoe shilingi thelathini, wababa wote watoe shilingi mia tano, watoto wote watoe. Mungu hana hiyo tabia. hiyo ni tabia mm. ya kidunia ya kutoa targets. Kila mtu ajifanyie hesabu yake. Kwa hivyo tumesema, tunaanza <clears> tunaaza <throat> naiina hesabu kuwa na kitabu chako, unafanya hesabu mm. alafu the next thing ni utoe zaka. Mungu akiumba dunia akaumba kila kitu akachukua mti mmoja akaweka kando akasema mti huu akaumba masiku akachukua siku ya saba akaweka kando akasema hii ni takatifu takatifu akafanya Aka vitu alafu amejitengea kila mara Mungu anajitengea kitu tilia makini sana kwa hivyo tunaona katika zaka Mungu amesema, hiyo pesa yote nimekupa, lakini chukua kando yake. Tukurudi katika Adamu na Hawa, walipewa miti yote ukweli, Roma, walipewa bustani yote si ndio? walikuwa na njaa. walikuwa na mahitaji gani? Lakini kule kutamani sehemu ya Mungu ndiliwaangusha mti. Hiyo bustani ilikuwa na miti ngapi? Ni rahisi kuuliza hiyo swali. Lakini hata sisi tukiambiwa chukua elfu yote lakini nipe fungu la kumi. Sasa tuchukue eh, fungu la kumi. Hapo ndio nataka. Hiyo tabia ni shetani anaongelea. Vile shetani aliongea na nani na hawa kimwambia, je, Mungu alisema? Hata wewe wakati wa zaka unaanza kujiuliza, je, Mungu alisema? Hmm? Pesa hata hawa wale tunawatambia wanaharibu tu huko, hata sitapeleka zaka. Hayo ni maongezi ya shetani. Kazi yako ni kuachia Mungu sehemu yake. Waisraeli walikuwa wanaambiwa kila first born ni wa Mungu. Mm. Eh, Mungu alisema hii ni sanctuary. Ninyi wote mtafika mpaka hapa peke yake. Hapa ni mimi peke yangu nitakaa. Mara moja kwa mwaka ndio kuhani mkuu atakuja. Nini ilikuwa inafanyikia yule anatawala anaenda hapo saa yoyote? Nini ilikuwa inafanyika? Kukufa. Kukufa. Sehemu ambayo Mungu ameitengea kama ni kitakatifu. Tuangalie kama ni kitakatifu, si ndio? Mm -hmm. Kwa hivyo kumbuka kwamba hii sehemu ni ya Mungu na Biblia imesema kwanza, ukishafanya hesabu ukajua ni yake, itoe. Mm -hmm. Lakini kuna mara mingi ambayo kwa mako, siya, kwa makosa ama kimakusudi inatumia pesa ya Mungu. Mm -hmm. Kitu kama io kikifanyika unataka kufanya nini? tuseme hii mia. Mm -hmm. Kwa sababu transport ama mahali pa kuishi Landlord alikuja kumwambia shika hii mia <tipati> <tipati> umetoa zaka kwa landlord, unafaa kufanya nini? Ukitumia zaka ya Mungu zaidi ngapi? eent <tipati> <20%. tipati> utasoma hii e katika Exodus ya kwamba ukishakuwa na deni ya Mungu, deni ya Mungu pia si ya bure, lazima utak utakuisa na asilimia nna ngapi? ishirini kama ilikuwa kupea mia siku, utatoa shilingi mia na ishirini. Ndio miaka miwili hujalipa zaka, unadhani uko na deni kiasi? mm. mm. miaka mitatu umekula tu sehemu ya Mungu. kama hawa kwa mm. ile mji miaka ngapi? miaka ngapi? yeah, yeah. Je, inafanyika ama haifanyiki? yeah, ndio. Anasema ka, hii hesabu. Kuna siku ile makambi iliyopita mara alikuwa kasema ya kwamba wakati nataka kuanza upya kuja mm. kwa Mungu mwambie mm. nimeiba sana maanake, mm. Maleke anasema mnaibia Mungu, sio hiyo mm. ni wizi mm. Mungu, nimekuibia nimekuibia, lakini nataka kuanza upya mm. shika hii mia tano mm. yaani hiyo hiyo madeni yangu ya, ya nyuma tuifunge leo, hata sijui ni ngapi, maanake ni mingi mm. na hata sijui nitatoa wapi mm. nisamehe Nisamehe, kwa kukuingia, ninasema peace offering, letea Mungu ile nini upatanisho. mm -hmm. Mimi nime yake ambayo uliitoa. Sabato ndio. Haya, very good. Tuendelee na sadaka. Sadaka kazi yake inspiration. Unabii unatuambia Mungu anatupea hela kwa kazi tatu. Nani yuko tayari kwa kazi tatu? Leo nafunza kwa kichwa yangu lakini tutakuja kuzafuta. Ya kwamba Mungu ametupea pesa kwa kazi tatu. Moja, kwa riziki zetu, mahitaji yetu ya kila siku. Pili, kwa kazi ya Mungu. Na tatu kusaidia wengine. Kuna kazi tatu tu, kazi ya kiburi haiko, kazi ya kujionyesha haiko, kazi zingine hakuna. Kwa hivyo acha tujaribu kuangalia. Mungu hajaambia kila mtu mahitaji yake inakaa aje, lakini mimi kutumia hiyo nini, eh, napenda kugawa, kugawa pesa mara matajiri pia walikuwa wanakuja na pesa nyingi, wanaigiza wanaigiza. Kristo, yeah, yeah, alisema nini kuhusu huyu mama? Sijui nikusome. Kristo alisema nini kuhusu huyu mama? Huyu mama kwa hakika, hiyo peni yake, kumbe alikuwa asilimia mia moja. Mwalimu, ukipata hiyo fungu niambie, tuende. Wakati unatoa sadaka, kuwa kama yule mama. Kumbuka Kristo anaangalia. Kristo, sasa hivi siku ya Meri, sabato anaangalia makanisa ya Amerika watu wanatoa mamilioni, lakini anaangalia kanisa ya sabato ikitoa shilingi mbili, na itawezekana akasema ah, sabato ya leo kisiwani ndio kulikuwa na matoleo makubwa. Kwa nini? Walijitoa kwa roho safi na kwa hiari hmm, na walitoa kamili. Umepata hilo fungu? Haya, utaipata fungu lingine. Lilikuwa wakati walikuwa wanajenga sanctuary, walisema kila mtu kwa hiari yake Nani ameenda kwa kanisa lilazimishwa kutoa? Nimewahi, mimi nimewahi. Unapewa target, unaambiwa mlete, mbona mujaleta? Hiyo sio taratibu za Mungu. Mungu hata siku alikuwa anajenga hekalu, alisema wacha kila mtu aende kwake, awaze kwa, kwa roho yake, Ato ile atoile. Kwa hivyo tunataka kwa kuangalia wakati unawaza peke yako Mpangilio ni upi, kuanzia hapa mpaka hapo? Unajua umesema hizo zingine zikasema, kulingana na kile nimesoma. Kwa hivyo tumesema zaka kwanza, hauguzi sadaka. Hii ya sadaka zote ni za hiari eh? Hii zaka hata ukikosa kutoa, n nani anakuletea nani kelele, kile mharibifu shamba yako Wewe, nipe hiyo sehemu ya kumi, niache, nichunge ufugo yako. Ili nasema in vain does the watchman watch ugu yani, ni bure sana mchungaji anachunga, isipokuwa Mungu akichunga nyumba, isipokuwa Mungu akichunga. Marko kumi na mbili yio mnu ana ehe hadi arobaini na hey, nasema naye kaketi kulielekea sanduku la hazina hey, walikuwa. <laughs> Ah, hivi. Akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku hey, yes. <laughs> Matajiri wengi wakatia mengi hey, minigari wakakuja. Minigari wakakuja na Akaja mwanamke mmoja mjane mjane, maskini maskini. List yetu wako mara ngapi? Tulihesabu wajane, tukahesabu maskini, akatia. Kwa hiyo list alikuwa mara mbili, alikuwa mjane na maskini. Akafanya nini? Nasema akatia senti mbili, kiasi cha nusu pesa. Nusu pesa, hata si pesa mzima, nusu halafu. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, Kristo akasema, ni muone, kujeni, kujeni, kitu muhimu nafanyika. Ehe, amin nawaambia, nawaambia, huyu mama, huyu mjane maskini, huyu mjane na maskini, mara mbili ametia zaidi kuliko wote hao. Usimlinganishe na wale wa magari makubwa makubwa wote wanaotia katika sanduku hao, watu wote wametoa katika dunia yote. Huyu mama ndiye amewashinda. Ehe? Maana, na, maana na hao wote walitia baadhi ya mali iliyo wazidi, bali huyu katika umaskini wake. Lakini huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndio riziki yake yote pia. Hi, riziki yake. Sasa, huyu, alitoa yote. Kuna wazo lingine nataka na tuliondoe ni kwamba mimi sina, mimi ni maskini, hiyo nisaidiwe. Biblia inatuambia baraka iko katika